Barrick ana appreciate kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya, na akatupongeza kwa juhudi kubwa tunazozifanya sisi kama serikali, na akazungumza, amelisikia ripoti, lakini akaeleza kwamba wao ndio wana share, actually wao ndio wamiliki wenye share kubwa kuliko Akashia, wana asilimia sitini na nne. Ataleta timu yake na sisi tutakuwa na timu yetu, na bahati nzuri tulikuwa na Profesa Kabodi mwanasheria, kwa hiyo maprofesa na maprofesa wakawepo. Kwa hiyo hizo timu sasa tutapitia hayo mapendekezo yote, na amekubali kwamba chochote kitakachokuwa kimekubalika watalipa, wako watalipa. I'm just trying to say that We've actually agreed for what will come out of that discussions. Barrick, through that understanding they will be ready to pay that's why we should go for the negotiations and the discussions until the last solutions. Nimeona nizungumza hivi kwa Kiingereza ili kusudi mjue tuliyoyazungumza. Baada ya, ya kumwona hivyo nikafurahi nikasema hawa wanaume lakini pia wakasema ni bahati mbaya, wanatubu kwa haya yaliyotokea.